Masud Saleh Masudi Abdulla. Sabona, mi mayombya yuko pale Sabona. Sabona tafuta nafasi zaidi, ameitenga ile kwa Masud, bado tena Sabona, oh yes! Mathew Tegisi Momanyi anaitanguliza Pamba, amelitafuta I mean, sana bao hili, kwa mara ya kwanza anafunga akiwa Nyamagana Stadium, linapigwa vuvuzela hapa Ulia, hu, kwa kwa cheneza mpira. Cheneza mpira, ni shabiki huyu lia lia, katika mwonekano huu, hakuna namna anaweza kukamzungumzia, ni furaha iliyoje kwake. Litumbukizwa ile akaucheza mpira ule, golikipa kosi kaletwa, lakini inaonekana amekamatwa kwenye eneo la kuotea. Mathew Tegisi Momanyi likatwa kofi ile, na akaiunganisha vizuri sana Matthew Tegisi Momanyi alikuwa anaenda kuandika bao la saba katika mchezo huu na pengine ingekuwa ni hukumu mbaya kwa KMC, kwa timu ya kwanza kuumia hapa. Nicheza golikipa hii kanuliwa, pasi ndefu ile, nafasi kwa KMC. Wanna the scoreboard. KMC Redemtus Jeremia Mussa anawaleta mchezoni. KMC hawapo kinyonge katika dimba hili, wapo wakushangilia. Nao rekodi mpya katika timu hizi, mabao mawili kufungwa zilipokutana. Redemtus Jeremaiya Musa, hii unaweza kaita, ilikuwa ni sabu ambayo ni goli lililo nje, alitokea bench kutambulishwa mchezo.